Kwa majina mimi naitwa Alinur Mumin aka Aliche au Ali ODM. Asalamu As alaikum. Kwa wale ni ndugu wetu wa Kristo, bwana Yesu asifiwe. Yangu ni machache kwa sababu kila mtu ameacha shughuli zake, haswa sisi waislamu tunaandaa chakula cha iftari kwa familia. Nasema asante kuhudhuria hapa. Sisi leo, ajenda ni mbili. Tumekujia mambo ya mass registration. Mass registration ni kujisajili kwa bure, ni free of charge. unapiga star 483 star 036 hash. hapo hapo utapata kwa simu yako ya rununu jina yako, ile polling station unapigia kura, tayari umejisajili madhumuni wetu nyingine ya kuja hapa ni kuwahamasisha hii pact ya juzi Mheshimiwa Ruto na right honorable waliandikiana na wakaweka sahihi. Hiyo pact ni working collaboration, sio mambo na handshake. Hiyo pact ni watu kuja pamoja kutuliza ile uhasama ilikuwa inaendelea ile mambo ya vita na fujo ilikuwa inaendelea. Unajua ODM inakuwa associated na kutupa mawe, sasa hakuna kutupa mawe. Sasa ni kujenga, kuchukua block na kujenga taifa letu la Kenya. Juzi wakati baba alikuwa AUC, mimi nilikuwa Addis Ababa. Wakati alikosa, mimi hata sijakasirika. Nilikuwa nataka baba arudi. Wapi? Kenya, arudi Kenya. Ajenge Kenya kwa sababu Kenya ni hub of Africa. Vile sasa watu wanasema eh, Nairobi ndio capital city. Kenya ndio capital city ya Afrika yote <coughs> tukikosa mtu kama baba kwa hiyo scenario, ninajua Kenya itaenda kudidimia. Nyingine, eh, hii kaunti yetu ya Marsabit 2013 kila mtu anajua governor alikuwa ni ODM mpaka MP, senator wote walikuwa ni ODM. ODM ilikuwa ni pioneer champion party in northeastern haswa Marsabit na Wajia. Mkisikia baba akiendaga hafla ama akiendaga safari zake lazima aende Wajia. Sisi sasa tunataka kurudisha hiyo lost glory To Marsabit County nashukuru sana ndugu yangu Siba Haila kwa kuungana na sisi. Ndio kwa bahati nzuri na Mungu amenisaidia nimekuwa nini chairman ya ODM. ODM inajali walemavu inajali categorized, hata saa hii hii uso ukiona hata ndugu yetu wagurua wako hapa, sisi tunataka kuhusisha kila mtu kwa hii hafla kuna habari nataka niwaambie. Hivi karibuni, sijui ni lini, baba atazuru kaunti ya Marsabit. madhumuni Madhumuni, mumejiandi mumejisajili, kwa hiyo register ni hii. Wakati baba atakuja, baba atataka kuona leaders wa hii kaunti, mwishowe ataona delegates, na delegates itakuwa ni nyinyi saa hiyo mtajua, wakati baba ataona nyinyi kando, kutakuwa na mavuno na matoke, na matokeo mzuri. Tut, tutaomba sana, tutaomba sana, Mheshimiwa Raila Odinga atupatie priority na consideration kama hii pact ya Ruto itakuwa sawa. Na tunajua kuna minister nne imebakia watatangaza na kuna PS 16 pia watatangaza. Tunataka mtu wa Marsabit ateuliwe. Marsabit imekaa kwa pembe ya Kenya. Marsabit connects part of northern corridor, mukisikia ile liwaza 2030, Vision 2030 the biggest bus park in East Africa is in Marsabit County iko Moyale. The biggest customs unajua KRA in Kenya by extension in East Africa iko Moyale. Na baba ya Vision 2030 sio mwingine ni Raila Amolo Odinga. Ile kitu ikifanyika kutoka sasa paka 2030 Raila Odinga ndio brainchild ya Vision 2030. Tunashukuru sana Mheshimiwa William Samoei Ruto kwa kukubali kuungana na Raila Odinga. Na juzi KICC sisi pia tulikuwa. Mheshimiwa Ruto alisema utafiti ilifanywa, statistics ikajulikana, ODM is the biggest party in Kenya. Ndio maana working collaboration ya two biggest party ODM na UDA ili happen, so sisi pia tukasema tukajikokota, tukaji, na ile resource kidogo tuko nayo tukasema tutakuja kuongea na watu wetu kwanza. Mnajua nyumba inaingiwa na mlango, sio dirisha. Kuingia ODM ni kujisajili And I am very sure, na sisi tuko na Ramadhani tutapata matunda ya ODM. Tunasihi, tunasihi wandugu wetu wengine wale wanataka kuwania eh, nafasi kama ya ugavana, useneta, MCA na MP. Mambo ya kufuata chama kidogo kidogo ya kijiji wawache wengine wanajaribu hasa kufananisha na jina ya ODM, sijui wanasema sijui ni U sijui D su, hiyo, hiyo ingine wengine sitaongeza. Wengine sijui wanasema sijui ni mpya sijui ni hatujui. Chama ile iko na nguvu na chama ile inaheshimika Afrika nzima ni ODM. <coughs> Eh, kwa hayo machache.